Ninawatakia heri njema ya Krismasi wapenzi watazamaji wangu popote mlipo, pamoja na heri njema vilevile vile, ya mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita wenye mafanikio pamoja na fanaka. Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kunitunuku na kuniambia Bwana Ezra, pata kahawa, pata mandazi, kwa sababu kazi ambayo unaifanya ni kubwa, unazungumza na watu wengi na unapasha sauti ya wananchi. Ninashukuru sana Mwenyezi Mungu, aweze kuwabariki na awarudishie mahala ambapo mumetoa. Kuna mlipuko wa janga ambao umeweza kutokea Tanzania, aswa kwenye mkoa wa Dar es Salaam, na sio mkoa wa Dar es Salaam peke yake. Ninaambiwa kwamba janga hili limelipuka Tanzania nzima lakini utapata viongozi wanawakosoa wananchi kipindi ambapo wanazungumzia hili. Wananchi wakizungumza, serikali hii inataka wananchi waweze kunyamaza ili waonekane kwamba hawateseki. Kuna janga la ukosefu wa maji ambalo limelipuka Tanzania nzima wananchi wanakunywa maji chafu, wananchi wamekosa maji safi, alafu unapata waziri na serikali hii batili inasema itanunua bao moja kwenye mchuano wa Afcon, au ukipenda African Cup of Nation, bao moja tu kwa shilingi milioni mia moja. Yaani kwa lugha ya kimombo wanasema hivi this is a misplaced priorities. Yaani kwa lugha nyepesi ya Kiswahili wanaeleza hivi kwamba viongozi wamekosa kujua kile ambacho wananchi wanahitaji, lakini wanafanya yale ambayo wananchi hawataki. Sasa wache nikuulize kipindi ambapo mtu anaamua eti kwamba serikali ya Tanzania itanunua bao moja kwa shilingi milioni mia moja na wananchi wanateseka. Hii serikali iko na akili kweli? Kwa sababu kuna taarifa ambazo niliambiwa kwamba viongozi wa chama cha CCM ni mbumbumbu, ni wajinga sana. Unaanzaje kununua goli moja shilingi milioni mia moja wakati wa Tanzania hao hao wa Tanzania wako kwenye hali mbaya ya mahitaji, na hii serikali imeweza kushindwa kutimiza. Kwa mfano ndani ya Tanzania kuna janga la maji, imekuwa kilio. Janga hili limekuwa kilio kwa Watanzania, hawapati maji safi, wanateseka Alafu kiongozi mwenye yuko na akili timamu anasimama na kusema kwamba watanunua bao moja kwa shilingi milioni mia moja. Mimi ninapenda sana jinsi ambavyo Watanzania mmeamua kufunguka kuja kwangu, kwa sababu wanaamini kwamba mimi ninazungumza na watu wengi, hata serikali hii batili inaniangalia. Na wameniambia bwana Ezra, zungumza kwa niaba yetu. Mfano, kuna huyu mwananchi mwenye sitaki kumtaja jina lake ananiambia hai bwana Ezra, tunaomba mtupazie sauti, nchi yetu imevamiwa na manyang'au wa Tanzania. Tunapitia wakati mgumu, mpaka sasa tuna wiki ya nne hatuna kabisa maji, mkoa wa Dar es Salaam. Alafu kiongozi anasimama anasema watanunua goli moja kwa shilingi milioni mia moja baada ya kuangaika tatizo la maji au badala ya kuangaikia tatizo la maji. Huyu ni mwananchi mwenye ananiamini kwamba kazi ambayo unaifanya ni nzuri. Ezra zungumza na wananchi, zungumza na hii serikali batili kupitia kwa kituo chako. Wacha nikuulize hii serikali wako na akili timamu kweli? Kipindi ambapo mtu anasimama, yaani yuko na akili anasimama na kusema kwamba watanunua bao kwa shilingi milioni mia moja, huku raia wanateseka. Hii ni wiki ya nne, wananchi hawana maji. Kama hii serikali inajua kwamba hawangefanya kazi ya wananchi, mbona basi waling'ang'ania kuiba kura. Kuna wale ambao wataniambia, bwana Ezra unajiundia taarifa. Hebu msikilize huyu mwananchi jinsi ambavyo anazungumza. Ndugu Ezra, mimi kama Mtanzania nilizaliwa Tanzania, nawachukia na sana viongozi wetu, nawachukia sana na inafika tua, nachukia sitamani hata mwanangu kiongozi kwa sababu mambo wanayoyafanya wanafanya vitu vya hofu sana, anafanya vitu vya kikatili e, ni anafanya vitu vya kikatili. Tumeishi kwenye nchi yetu kama vile sio nchi yetu, tumeishi kwenye nchi yetu kana kwamba tuko e, katika nchi jirani, na watu wanaoishi katika nchi jirani wanaishi vizuri tofauti na nchi yetu. E, kila jambo tunapitia changamoto, wanakula kodi zetu, lakini bado tunapitia changamoto. Nina imani kwamba umeweza kusikiliza, mpenzi mtazamaji. Taarifa kama hizi ndizo tunapaswa kuangazia. Kama mko na taarifa ambazo mnapaswa ziweze ama mna, mnaona zinapaswa kuweza kuangaziwa, nitafute kwenye mtandao wa WhatsApp, nitafute kwenye email yetu undika hizo taarifa hapo, mimi niko hapa kwa minajili yako. Sasa ebu wache ni kuulize, mpenzi mtazamaji, hawa viongozi tutawaita wajinga tutawaita werevu au nini? Niambie jibu lako. Hawa viongozi wa chama cha CCM tuwaite wajinga au tuwaite viongozi? Kwa nini ninasema hivyo? Yaani mtu mwenye yuko na akili timamu anasimamaji na kusema kwamba watanunua bao moja shilingi milioni mia moja huku hao viongozi wakijua kwamba Tanzania imeweza kuingia kwenye matatizo ya kupata maji safi. Imagine, huu msimu wa Krismasi watu wanapaswa kupata maji safi, huu msimu wa Krismasi watu wanapaswa kupata maji tosha ili kuweza kuendeleza gurudumu la maisha alafu unapata kwamba watu wanakunywa maji chafu, watoto wanapatwa na kipindupindu, alafu watu wanasimama na kujiita viongozi. Upuzi mtupu! Viongozi kama hawa wanapaswa kupigwa mawe, akina Samia, akina Mwigulu Njemba, akina Njimbi na wabunge wanapaswa kupigwa mawe. Kwa nini? Yani, wanakosa kuzungumzia hoja kama hizi za dharura, lakini hoja ambazo wanazungumza eti kwamba watanzania wameweza kununuliwa kuandamana. Tunapaswa kuandamana, tuandae maandamano mengine. Mpenzi mtazamaji, kwa nini hatuwezi tukaendelea? Kuteseka, kuna ukosefu wa maji, alafu machizi kama kila akina msiwa kina samia wanajisifu kwamba wao ni viongozi. Alafu utapata nikizungumza kama mambo kama haya watanitolea taarifa wakisema kwamba naeneza chuki. Kueneza chuki gani kipindi ambapo Watanzania wenzangu wanateseka hakuna maji safi. Na utapata kiongozi mwenye yuko na akili sijui ni tahira akisema kwamba utanunua bao moja shilingi milioni mia moja. Sio hili tatizo peke yake ndilo linawakumba wananchi wa Tanzania, mpenzi mtazamaji. Matatizo ni mingi. Kuna ukosefu wa ajira, watoto wa maskini wapewe ajira, lakini watoto wa matajiri, viongozi wa chama cha CCM, watoto ambao hata hawana elimu kama mtoto wa Samia, yeye anapewa kazi. Kuna ukandamizaji ambao unaendelea Tanzania, mahala ambapo mwananchi hana uhuru wa kuzungumza. Ukiona mpaka watanzania wananiamini wanakuja kunitafuta, bwana Ezra, sungumza kwa niaba yetu, jua kwamba kuna ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza. Mwananchi awezi akaandamana atafute maji. Sasa kama hakuna uhuru wa kujieleza, hili ni taifa au ni mali ya Samia? Viongozi kama hawa tunapaswa kuwapiga mawe. Alafu wacha ni wachanue, wapenzi watazamaji. Kuna hivi vijimkutano ambavyo vimeanza kuandaliwa na serikali. Unapata kwamba aa, Mwigulu Njemba anakuja mahali fulani, wananchi wanakusanywa kwenda kumsikiliza. Mnaenda kusikiliza matahira? Kwa nini? Kipindi ambapo wameshindwa kusolfu mpaka matatizo ya maji, mnaenda kuwasikiliza? Kwa nini? Hebu jiulize. Eti sasa umesimama mimi, bwana Ezra nimesimama, ninazungumziwa na mwanasiasa mwenye amekataa kutuletea maji wenye wanatukandamiza tusiongee, wenye wanatukandamiza tusiandamane, tupitishe ujumbe wetu, wenye wameshindwa kufanya kazi, wenye waliua ndugu zetu, ni sikupate unaenda kwenye mikutano ya wanasiasa. Ndio niite dikteta, lakini ninataka kuwasaidia. Mkiendelea kufika kwenye mikutano ya hawa, mas, eh, hawa, hawa wanasiasa ambao ni matahira wa CCM wataona kwamba mmesahau yale ambayo waliweza kuwatendea wataona kwamba nyinyi hamtoshi mboga na wataacha kuwafanyia kazi. Lakini mkisusia mikutano yao wataanza kujiuliza, mbona hao wananchi wamegeuka ghafla, hata mikutano yetu hawakuji? Watagundua hawajaweza kuleta maji safi, waliweza kuwaua Watanzania, elimu ni ghali. Watagundua hawajaunda kazi Watagundua kwamba polisi wanatumia nguvu zaidi. Wacha nikwambie, tuaibishe hawa wanasiasa. Wakiitisha mikutano, tusiende. Ni wangapi ambao watakubaliana na hilo wazo langu? Tupatane kwa kada ijayo.